Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tuliweza kuajuza hapo mwanzoni kuwa kigoda kitakuja na hatimaye leo e, kigoda kinafunguka ambapo e, tupo maeneo fulani hivi ya maising tumekuja kupata mbili tatu, ili tuweze kujua e, kuna endeleaje, na niko na niko na mwenzangu hapa ambaye nimeweza kumwalika katika kikao hichi ningependa nimpatie fursa hii ajitambulishe kuwa yeye ni nani na tuko wapi hapa. mimi naitwa Ali Hari Mwabarua na ni mwalimu wa madrasa na imamu wa msikiti, na hapa ni Denyenye. asante sana mwalimu wa msikiti na vile vile pia mzee wa mtaa, mtaa hivi mzee wa mtaa pia anapatikana eh. Hey. Uh, mimi labda siku hii ya leo ningependa nipige mazungumzo na wewe au tuweze kulongalonga kidogo. Labda moja kwa moja nikienda kwenye mada nzima ya kutaka kukuuliza ni kuwa kuna masuala ambayo tumeweza kuyasikia sisi kama vijana kuhusiana na masuala na tamaduni pamoja na mila na haya maswala yakizungumziwa, ya, yanaambiwa ni maswala nyeti sana, yakiweza kuchanganywa na maswala mazima ya dini. Na wewe kama mwalimu wa madrasa, mwalimu wa msikiti, mzee wa mtaa, je, wewe unaona kuwa kuna mwingiliano wote ule wa tamaduni au mila na dini? Sawa, katika kila mmoja ana ufahamu wake, na ufahamu wangu mimi ni kwamba mm mila kama nilivyoeleza, mama ninaeleza kwa neno kwa, la Kiarabu, ndio mila ni desturi ya neno la Kiarabu. Tamaduni hiyo mila inasemwaje? la Kiarabu ni mila mm. Kwa hivyo tukija katika watu Uswahilini, kweza kusema ni desturi ya mtu, ndio mwenendo wa mtu anayofanya mtu ama jamii kwa hivyo hawa mila yao ni hii, yani desturi yao ni hii. Hawa mila yao ni hii, desturi yao ni hii, ama yule mila yake ni hii, ile desturi yake. Kwa hivyo katika kidini tunajua kwamba kuna mila ya Nabii Allah Ibrahim mm. Sasa tukisema mila ya Nabii Allah Ibrahim, itakuwa wenda nikakuchanganya, kwa sababu pengine za mila ile ya kijiji yenyeji ya ya ngoma ngoma Sina ah, maana hayo nia na maana ya mila desturi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba asiyefuata mila ya Nabii Ibrahimu hmm, atakuwa si mwongofu kwa maana nyingine okay. Kwa hivyo atakayefuata mwenendo, kwa maana nyingine, Nabii Ibrahimu kwamba ye alikuwa uko moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, hana tashwishi nimpea Mwenyezi Mungu, basi atakayemfuata huyo Ibrahimu ah, na, ataka dunia sawa na, na, na, na jeu nikiuliza tamaduni nazo ni nini? Tamaduni zinakuja mm -hmm. katika mambo ya kienyeji ndio. Kwa hivyo tamaduni pia nilivyoelewa mimi sikoma mambo ya uganga uganga na utawuta mm -hmm. tamaduni hawa tamaduni zao, kwa mfano watu wa hawa wanatairi ndio, bantu hao, ndiyo. hao, ndiyo. hao hawa sijui wengine naelosikuna baadhi wanaambia hawatairi ndio ndio hiyo desturi yao yao, hawatairi au mila yao hawatairi, au mila yao wanatairi. mm -hmm. Ngomangoma hizo eh, eh, hizi ngomangoma nazo yeah. Kila watu kila jamii eh, mm. ina shughuli zake na kisemaa uh, shughi zake mm. kuna ngoma za Kihindi, kuna za kigiriamakuna za Kidigo, kuna yeah. za Kiarabu mm. yaani kila watu ona, mm. ngoma wa mm. ngoma vyao vya kusherehesha wakati wa sherehe zao, hizo ndio vingoma vya kienyeji hivyo. na na, je ni nikiuliza hapo, mm. kwenye maswala na tamaduni mm. ni na umesema wewe ni mwalimu wa msikitini wa, wa, wa, wa, na vilevile vile pia mzee wa mtaa. Je, swali langu ni kuwa hizi tamaduni na Uislamu hmm. vina, vina kuna pale labda vinagusana vinaingiliana kwa njia moja au nyingine. katika Uislamu ndio mzungumzia Uislamu hmm. mzungumzie sheria ndio ndio mzungumzia hmm. sheria, huwa sheria ni ya Mwenyezi Mungu hmm. kwa hivyo hmm. kuna, kuna maneno usema hivi hmm. Mwenyezi Mungu hmm mtukufu mm. siku ya Kiama mm. hata kubali dini yengine sipokuwa dini ya Kiislamu. hata kubali mm. dini nyengine sipokuwa dini ya Kiislamu. Wewe unaweza ukafasiri makosa kwamba pengine e, Isa ayumo mm. pengine Ibrahimu ayumo ayumu, pengine, ayumu. pengine mm. e, mu, e, m, nani mwingine kama vile Daudi ayumo mm. inapozungumziwa hatakubali dini nyingine akiislamu mm. huu Uislamu ulianzia kwa yule mtu wa kwanza, na maana Uislamu ni kunyenyekea, kwavo alienenyekea ni mm. na Allah, Adam mm. akapitia kaa vizazi vyake, kila alienenyekea uuitwa Mwislamu. Kwa hivyo hiyo Uislamu ndio ni sheria hiyo mm. sheria alifata kutoka huko mpaka huku, atakuwa ndo watakwenda pole wale ambao watakuwa hawatafuata hizi sheria yani, mm. watafuata sheria zao. Mm. Ya mm. zao watazikataa watazikataa, yani dini zao watazikataa. Okay. Ana sheria zao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mm. kuwa huu chawi uletwe ufundishwe binadamu mm. mm. lakini walisema wale malaika mm. msitufuate kwa sababu huu ni ukafiri, utajifunza utazoea. Kwa hivyo kama Mchina utaroga Kichina ndiyo, kama ndiyo. Mdigo, Kidigo, kama Mjaluo, Kijaluo. Kwa hivyo kila kabila na design yake, lakini wote ni wachawi. kwa hakuna wale Wachina wala hakuna Waindi wala kuna Waafrika, watu wote ni wachawi, bali atakayejifunza atakayetaka, amekufuru. Kwa hivyo si utamaduni, ni kama ni uchawi, inakuja hmm. kwamba ni ni mtihani umepewa, hmm. Wanadamu atakayefuata atakuwa kafiri, atakayeuacha atasalimika. Sawa, mimi labda niende nimalize tu swali langu. Maliza swali lako. Swali langu la mwisho ni kuwa, hmm. mara nyingi uh, nakumbuka mimi nilikuwa mtu akimwana tumbo watu anatumia ino majani majani ya mnuko kwa uvundo, sijui mm -hmm, mkunazi, mkunazi mm -hmm. Lakini tunaambiwa hizi ni tiba za kiasili na, na kitamaduni ushaona hmm. Lakini vile vile pia ukichunguza kuwa hawa walimu wengi ambao hmm. uh, pia dini wameishiba wame hmm. Kuwa pia nao saa nyingine wanatumia hizi, kama, kama tiba zao, je, hmm. Yeah, ziko na mtagusano gani nazo na kuhusiana na masuala ya kidini na tukizipeleka kwenye, kwenye kitamaduni uh, a inaweza kuwa majani yake mm -hmm. ama mizizi yake dio. ama magamba yake, kwa hivyo inategemea elimu, yaani ujuzi mm -hmm. kwa hivyo huu mkunazi mfano ulifundishwa, utakapo e, chimba mizizi yake dio, ukaipika kama umwa tumbo, mm -hmm. utapoa ndio. Sasa huwa hakuna mazungumzo kama mimi naugiza mizizi hmm. E, mimi na mwanatumbo kwamba nipoze mizizi e, hii ndio tu wale, wale <laughs> watu tauhidi wanapinga hapa hmm. Wewe baada ushafunzwa, kuwa huu mwarobaini kama uko na malaria ukiwa siku mbili utapoa, ni hivyo hivyo tu ndio, ndio. Lakini pia pale na kuwa ule mwarobaini mm. mm. ni dawa pia, mtegemee Mwenyezi Mungu kwamba mimi nanywa huu mwarobaini lakini Mwenyezi Mungu aniletee pozo, kwa sababu ni hii ni dawa tengeza mwenyewe basi kuomba, nipo, mm. ndio muhimu kuzungumza huu mwarobaini. Mfano sasa, nasikia malaria mimi, nakuja natunda magamba yako hapa, miti yako hapa, nikapike basi kuomba nipoe, hii ndio nakosa lakini hivi hivi tu, sababu ni dawa, na si lazima, unaweza ukanywa na usipoe, na dawa nyingine sawa. na na ukimalizia, tuje kwenye mavazi tumalizie hapo kwenye mavazi, hmm, mavazi. Ma, mara nyingi mtu mm. akivaa kama vile nilivyovaa mimi aweza ambiwa, ah huyu ni mganga sijui nini so, mm. na nini, kwa sababu labda amevaa kitamaduni, unaona tofauti na, na mtu mwingine je, mm. haya mavazi nayo pia yana, kwa sababu mimi naamini kuwa Uh, mavazi ni kitu ambacho mtu yote anaweza, anaweza kuvaa mwanzo kwenye uno ulimwengu wa sasa mm. Naweza kuwa hata fashion lakini unaambiwa mm. Unaambiwa huyu amvaa kiganga ganga, huyu amvaa kinini, lakini wenyewe wanakwambia ni mavazi ya kitamaduni zao shona mm. Waduruma Wadigo wana mavazi yao shona mm. Mm. Lakini sasa kidini, labda kuna upingo kuwa haya mavazi ya labda hayako sawa. Je, mavazi nayo, kila kitu kina sehemu yake hmm. Mfano hmm. uh, taona mtu kule mbali lakini hmm. amvaa dera na mtandio wake, na, mtandio wake hmm. na mfano huo moja kwa moja takuwa nani yule, yule ni mwanamke, ni mwanamke. Je, akifika hapa kiwa ni mwanamume takuwa ni sawa? Ha, ha, itakuwa sio sawa, amevaa mavazi ya mwanamke. Kwa hivyo na maana kile mavazi yanasemu yanasemu yake, umeelewa? kwa hivyo hmm zile kanzu na madalibabu zina sehemu yake. Wakipita Waislamu wale wakipita pale Waislamu, yani hakuna hoja oja, Waislamu wale basi, inaweza kuwa si Muislamu alivaa, lakini kwa sababu napendwa na Uislamu. Kwa hivyo, lakini huu Uislamu si kwamba nikivaa hii kanzu ni Muislamu sana, wala kofia. Pia kofia si Uislamu, mavazi yanapendwa na Waislamu. Sasa ndio sababu zile ngoza rangi rangi ma utaita magusha sisi au mekaniki mm. mm. Na nango nyekundu na nango nyeupe sasa, usoda kwa pamoja zikawa designa fulani zinapenda na waganga. Kwa hiyo mimi pia ningeonekana ganga yule, lakini siyo kule. Sasa appearance eh, ndio inatafasiri kwamba yule ni mtu gani. Lakini kumbe, sie amejaribu, tuko wale leo na afanye nini naye aonekane kidogo Anayavaa, anayavaa, eh. Eh. Kwa hivyo waweza kuwa mganga kweli kumbe siwe, naanza kuwa si kumbe ni mganga kweli. Sasa swali la siri Ustaz, wewe waweza kuvaa magushe magushe, waweza kuvaa, wewe waweza kuvaa magushe magushe hapo, tupige vita singo magushe magushe, waweza kuvaa kwa sababu singo, waweza kwenda msikitini. Kwa mfano wende msikitini, sasa tuwapiga mtaa wa vurugu sherehe yako lako nini? Tupige mtaa wewe sasa <laughs> Guse kwanza, kata tafsiri yangu mimi, nilipozaliwa mimi na guse likivaliwa na kina nyanya, kwa maana nguo ya kike, mimi sio kuivaa guse <laughs> lakini mimi sio kuivaa mm. eh. <laughs> Asante sana, mimi nashukuru sana Tumeweza kuwa na mwalimu ambaye ameweza kutujuza masuala mengi ya kuhusiana na tamaduni na kidini na leo nimejifunza kuwa nimejifunza kuwa hata uh, na tena kwa kitu kimoja na kuelewa. Sisi tulifunza watu sporti mm, sama sport tufunza kule wapi? Ah, kombani ndio anti alikuwa kwako, kwamba kila mmoja ajipe thamani yake. Yeah. mimi mm. eh? nijue identity eh? Yeah, ni uh, uh, uh, mwalimu mm. na values lazima nitie, kama kenda kutembea ni vai kofia yangu na kanzu yangu, lakini kivagushetaamengea sehemu wengine ah. Shikilia, asante sana, kama nilivyoweza kutangulia eh, ni eh, kuwa tumeweza kujuzwa hapa na mwalimu wangu kuwa haya maswala ya, ya, ya miti shamba alikuwa nikiamini ni, ni mambo ya tamaduni, kumbe hata kwenye kidini hapo, isipokuwa tu tukiondoa zile mbwembwe nyingi, basi miti pia ni dawa ambayo inaweza kutusaidia. Na pia tumeweza kujuzwa kuwa kuna nguo ambazo ukizivaa unaonekana wewe ni mtu fulani wa maajabu ajabu hivi. Ah, hiyo ni, ni kati ya yale maswala ambayo tutakuwa tunazungumzia kwenye safari hii ya Kigoda au Kigogo, ambapo tutaweza kuwaletea mengi mazuri. E, kwa hiyo usikose e, kusubscribe katika channel yetu ya Talanta Mwanza Media, ambapo tutakuwa tunashusha vitu kuhakikisha kuwa tunakufunza, tunakujuza na vile vile tunakufanya unaonekana mzee wa busara kwa mbali, na weka ukijua kuwa mavazi yako yanatafsiri wewe ni nani. Kwa hiyo ukivaa kama mchawi, watu wakikuita mchawi usibwage vita. Ukivaa kama ustadhi, watu wakikuita ustadhi usibage vita, na ukivaa kama mwanamke, tukikuita dada pia usibwage vita kwa sababu utakuwa wewe mwenyewe umeambia watu unataka uitwe nani. Hicho ni Kigoda ndani ya Talanta Mwanza Media, eh, makinika na sisi na uweze kusonga na sisi tukienda mbele. Asante sana. Mimi nimefurahi sana sana za culture, culture, culture. Ah, mimi ni culture enthusiast. Yaani napenda sana mambo ya tamaduni.

Don't just ask questions, but with details. Wale waliosema igo ni mzigo hawakukosea. Ni kitu gani ambacho wazee hawajafanya, chenye kimefanya vijana hawapendi tamaduni ama hawaivai tamaduni, na je tutarekebisha namna gani? We showcase different culture through representation. We link tradition with the modernity. Karibu sana.